Siri tano ambazo zinaweza kuongeza mauzo yako hapa mtandaoni. Siri ya kwanza ambayo itaweza kuongeza mauzo yako hapa mtandaoni ni communication skills. Je, unaweza kuzungumza vizuri, kuwasiliana na wateja wako? Na kama kweli unaweza kuzungumza na wateja wako vizuri, basi utaweza kusikilizwa na wateja wako, watakuelewa na watahisi kwamba, uh, unawaelewa. Siri ya pili ni connection. Unaweza kuconnect na wateja wako kwa maana kwamba mnabadilishana namba, mnawasiliana, mnatazama status za wateja wako na baada ya hapo pia mnaendeleza mazungumzo baada ya kufanya biashara. Kwa ile connection hata kama mjafanya biashara, connection ile inaweza ikawafanya baadaye mje mfanye biashara tena biashara kubwa sana. Na siri ya tatu, commitment. Hii inaitwa commitment. Commitment, ni namna jinsi ya kujikomiti kwamba unafanya kitu bila kuchoka, unakuwa na ile consistency. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo unaweza uh, kuonekana kwamba uko serious. Unajua kuna watu hawawezi kununua leo kwa sababu wamekuona umeposti tangazo lako leo, kesho tena una post kesho kutwa na kuendelea, ah ise baadaye anasema kumbe huyu jamaa yuko serious, watu wanakuja wananunua. E, nne inahusu collaboration namna ya kushirikiana mnashirikiana mna, mna, mna unaweza ukawa uh, wewe ni mtu mkubwa unafanya uh, marketing unauza bidhaa lakini bado usipo collaborate na watu tofauti tofauti huwezi kutengeneza community ya buyers. kucollaborate inaweza ikawa katika mazingira ya kupushi post za mitandaoni, kucollaborate katika hali ya kuzungu. I mean, kufanya biashara kwa pamoja. Kwa mfano mimi, uh, Tanzania Marketing Pro ninao uwezo wa kucollaborate na labda biashara X, alafu tukaandaa semina na tukaweza kufundisha kwa pamoja. Hivyo ndivyo ambavyo inapush biashara mtandaoni. Kwa hiyo unaweza ukacollaborate na mtu ambaye anafanya biashara sawa, lakini mnakwenda kufanya kitu katikati yenu kitakwenda kuwa push. Wote mnakuja kwa huyu na baadae unakuja kwa huyu. Kwa hiyo hiyo ni ni, ni eneo zuri, hata wale uh, buyers pia wanakuja kuwatazama, wanunuzi wanakuja kuwatazama, sema kumbe hawa watu wanafanya biashara moja. Lakini mbinu ya tano ni contribution. Fanya kitu kwa kukirudisha tena kwa jamii ambapo kimetoka. Ku contribute ni kuwafundisha watu bure kabisa, yani free. Si usually kusikia mtu anakuambia kwamba ninafundisha darasa la marketing free. Ninafundisha darasa la, la, la matumizi ya bidhaa za la, afya free. My friend, ku contribute lengo ni ku Eh, kuifanya jamii iamini kabisa unachokifanya ni kwa sababu yao na kadhalika. Ile elimu unayoitoa pale, baadaye watakuja sasa, watarudi kwenda kununua kile ambacho tayari umeshawafundisha kwa maana hii utakuwa na community kubwa ambayo ndani ya hii community mtakuwa mnawasiliana, na sio tu kwamba unauza leo alafu umetoroka umekula mbio, yani hamtafutani tena biashara ndio imeisha. Hapana, kutengeneza community of buyers, inategemea hizi C tano. C ya kwanza nilikuambia ni communication. C ya tatu ni connection, C ya hii nyingine ni commitment, collaboration, unamalizia na contribution. Kama umejifunza somo hili, basi niandikie hapo uh, niandikie hapo C